Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Uh, leo tumekuja na makala nyingine nzuri kabisa. Hii makala inahusiana na vile vitu ambavyo ni hatarishi kwa kuku wako bisa kwa kuku bali vina athari kubwa ambayo huwa inaweza ikawasababishia labda magonjwa au kufa. Sasa leo hii nitakutajia hivyo vitu ambavyo ni hatarishi kuwapa kuku wako, au kama kinaruhusiwa kuwapa kuku wako, basi uwape ufanyaje, uwape kwa namna gani hicho kitu. Kitu chakwanza ni swala la kitungumaji. Kitunguu maji ni tiba nzuri sana ya mafua kwa kuku. Lakini, hakikisha unawapa ndani ya muda wa siku mbili tu hapo kwenye siku hiki kitunguu maji ili kuweza kutibu mafua, kwa sababu kiko vizuri kabisa kwenye kutibu mafua. Ila usizidishe, ukizidisha tu inakuwa ni athari nyingine kabisa, ambayo inawapelekea wa kuku uh, wanapungukiwa damu. Na wakipungukiwa damu, utajuaje? Mara nyingi unakuta wa kuku wanakuwa na ngozi ambayo sio nzuri, yani kama ngozi ambayo imekakamaa sana. Hata yule kuku ukienda kumchinja, unakuta hana damu, ana damu kidogo kabisa, yani ni kuku ambaye alishaishiwaga damu. Kwa hiyo kitunguu maji ukizidisha, athari yake kubwa ndio hiyo, kinapunguza damu kwa kuku. kwa unavyokitumia kitumia kwenye kutibu mafua, lakini kitumia kwa muda wa siku mbili tu. Ah, hiki kitunguu maji huwa hakitumiki peke yake, huwa kinachanganywa. Kinachanganywa na vitu vingine ili kiweze kutibu magonjwa mbalimbali kama mafua, kideri na kadhalika. Kwa hiyo unapokuwa unachanganya, hakikisha kile kitunguu maji unawapa kwa muda wa siku mbili tu na unafuata kile kipimo sahihi ambacho umeelekezwa. Kwa wale wenye vitabu vyetu vya tiba za asili, wameona mle kuna kipimo tumeandika kabisa, kipimo sahihi cha hicho kitunguu maji kuwapa kuku wako ili uweze kupata matokeo mazuri kabisa. Ukizidisha, kina athari. Na ukiwapa kwa muda mrefu pia kina athari. Aa, kitu cha pili ambacho ni muhimu kwa kuku, unaweza ukawapa kikakusaidia vizuri, lakini namna ya kuwapa au uandaji wake aa, lazima uwe uchukue tahadhari ni kisamvu. Kisamvu ambacho tunakizungumzia hapa ni hasa hiki kisamvu cha mihogo. Hiki kisamvu cha mihogo unapowapa kuku wako hakikisha unakiandaa vizuri kabisa, labda unaweza ukakisaga ukakisaga baada ya kuki, au kukitwanga kwenye kinu alafu kisha ukakiweka kwenye maji. Sasa hiki unatakiwa uki, ukiandae kwa kufanya hivi, labda unakitwanga ukisha kitwanga, unakichemsha kwa muda kama wa dakika kumi. Unapokichemsha unapunguza sumu, kwa sababu mmea ule mzima wa muhogo kuanzia kisamvu muhogo wenyewe huwa unakuwa una sumu. Hii sumu inaitwa cyanide kwa hiyo hii cyanide, namna ya kuipunguza kwenye kile kisamvu ina unatakiwa uwape kisamvu ambacho kimechemshwa kidogo, unakichemsha kidogo kwa muda kama wa dakika kumi, halafu baadaye ndo unaenda kukichanganya kwenye maji na ule mchuzi au ile juisi itakayopatikana ndo unaenda kuwapa kuku wako, kwa sababu kisamvu pia ni muhimu, ni booster, kina vitamini, kina madini, ila kina cyanide ambayo hii cyanide inaweza kuwa ina athari kubwa kwa kuku. Kwa hiyo namna ya kuiondoa hii cyanide unaichemsha kidogo kwenye maji. Aa, na kitu cha tatu ambacho hutakiwi kabisa kumpa kuku, yani hiki hakina tahadhari, ila hupaswi kabisa kumpa kuku kwa sababu kina sumu ambayo inaweza ikamwathiri kuku akafa, ni ile mbegu ya parachichi ah, ile mbegu ya ndani kabisa ya parachichi. Hii hakikisha unaiweka mbali na kuku wako. Kama kuna maeneo hayo alafu kuna mbegu, basi unaweza kuchukua hiyo mbegu ukaitupa kabisa mbali kabisa. Hii sio ya kuzoea kuwapa kuku kwa sababu inaweza kuleta madhara makubwa au kuku wakafa. Lakini kitu kingine ambacho kina athari kwa kuku wako ni maharage mabichi, maharage ambayo hayajapikwa. Haya maharage mabichi pia huwa yana sumu kwa kuku, sipendele kuwapa kwa sababu ukiwapa yatawaletea shida kubwa. Aa, na kitu kingine ambacho kina athari kwa kuku ni nyanya. Nyanya hii ambayo huwa tunaiweka kwenye mboga hii nyanya. Uh, ukizoesha kuku wako kuwapa nyanya, kwenye nyanya mle huwa kuna bakteria ambao wanasababishwa magonjwa kama ugonjwa wa typhoid. Aa, kwa hiyo na wewe mdau, mdau wa Kingo Farm, kama kuku wako unakuta wana hii miharo ya njano nyeupe kijani ya kupauka au homa ya typhoid, kwa hiyo hawaponi kabisa, basi chunguza kama una mazoea ya kuwapa nyanya. Nyanya huwa mara nyingi sana wale bakteria wanaosababisha typhoid huwa wapo kwenye kwenye zile nyanya. Kwa hiyo ukiona una haya magonjwa na wewe unawapa nyanya, basi tunakushauri uache kuwapa hizo nyanya au kuku. Aa, na kitu kingine ambacho kina athari kwa kuku ni maharage mabichi. Maharage mabichi nayo Uh, ambayo maharage mabichi yale ambayo hayajapikwa. Kwa maharage ambayo yamepikwa, lakini hayana chumvi nyingi wala mafuta, hayana chumvi wala mafuta unaweza kuwapa, lakini yakisha kuwa na chumvi au mafuta usiwape. Uh, na maharage sio chakula cha kuku Labda ikitokea unayo maharage umeachemsha, labda umeshindwa maybe kula, unataka uwape, basi hakikisha unawapa maharage ambayo hayana chumvi wala mafuta. Aa, lakini vile vile maharage ambayo hayajapikwa usiwape kabisa kuku wako, kwa sababu nayo huwa yanaleta shida, yanaweza kusababishia kuku wakapata madhara makubwa, wakafa. Kwa hiyo uh, usiwazoeshe kuku wako kuwapa maharage. Na kitu kingine ambacho hupaswi kuwapa kuku wako ni vyakula ambavyo huwa vinakuwa na mafuta mengi, sukari nyingi au chumvi nyingi hasa hasa kwa wale ambao huwa wanachukua vya mabaki ya vyakula kutoka kwenye migahawa au sehemu mbalimbali, wanachukua mabaki ya vyakula wanawapa kuku. Hii sio nzuri kabisa, huwa inawaletea homa ya matumbo. Lakini vile vile, uh, wataumwa huu ugonjwa kwa muda mrefu na utakuwa haujui. Baadaye watakuwa wanakufa tu. Lakini changamoto kubwa inakuwa ni vile vyakula ambavyo unawapa. Labda vina mafuta mengi, vina chumvi nyingi, vina sukari nyingi, usipendelee kabisa kuwapa kuku wako. Aa, na kitu kingine ambacho ni hatari sana kwa kuku wako ni kuwapa chakula ambacho labda umetengeneza wewe mwenyewe kwa kutumia pumba, dagaa na kadhalika vitu vingi, au umetengeneza wewe mwenyewe kwa kutumia malighafi za kawaida, lakini umeweka chumvi nyingi. Ukiweka chumvi nyingi kuliko kiwango ambacho kinahitajika, kuku wako wataharisha sana. Kwa hiyo wataharisha mpaka baadaye wanakufa. Aa, na kitu kingine ni epuka sana kuwapa kuku wako chakula ambacho kina unyevu ambacho kimeloa labda kina unyevu au kimevunda. Chakula ambacho kuku anapewa kinatakiwa kiwe kikavu na kisafi. Ukimpa chakula ambacho kina unyevu, atakuwa anaumwa mara kwa mara, homa za matumbo kwa sababu sehemu zenye unyevu ndo sehemu ambazo bakteria, virusi, fungus wanapenda kukaa humo. Kwa hiyo ndio maana tunashauri, aa, hata kama ukitengeneza wewe mwenyewe chakula kianike, kile chakula kikauke vizuri kabisa, ndio uweze kukipaki na kuendelea kuwapa kuku wako. Ila ukiwapa chakula ambacho hakijaanikwa, basi miharo, homa za matumbo zitakuwa hazipungui kabisa shambani kwako. Unapoona uh, hii changamoto labda miharo inakuwa mingi uh, typhoid haziishi, basi rudi pia angalia kile chakula unachowapa. wa, walikausha wali, wali mashineni. Wewe mwenyewe pia una jukumu la kukianika ili uweze kujihakikishia, kianike chakula chako, kikauke vizuri kabisa, uwape, hao hivyo, vitabu vitano ya ufugaji ambao vinakupa miongozo mbalimbali ya kufuga kwa kutumia malighafi za kawaida lakini vile vile kwa kutumia mimea mbalimbali soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo ya ufugaji, ada yake ni shilingi elfu nane. Humo utapata darasa zuri kabisa, utauliza maswali, utaomba ushauri na utajibiwa, ikiwa tu umelipa hiyo shilingi elfu nane. Kama utakuwa unahitaji huduma zetu Kingo Farm, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumia ujumbe WhatsApp.